Hasani kwa sababu ya uboreshaji wa miundombinu, lakini sio uboreshaji peke yake wa miundombinu, ni pamoja na mahusiano mazuri kati ya nchi yetu na nchi hizo nizo nilizozitaja, yaliyowekwa na serikali yetu, lakini vile vile kupitia aidha, pia kupitia mpango wa elimu kwa umma ambao unatekelezwa na mamlaka yetu kwa wadau wa biashara ya kemikali, tunaona kuwa kumekuwa na ongezeko kubwa la wadau wanaotimiza matakwa ya sheria na hivyo yanachangia katika kulinda afya ya jamii a mazingira lakini na usalama wa nchi yetu. Ndugu wanahabari, pia maeneo eneo jingine la mafanikio ni kuboresha au kuimarisha miundombinu wezeshi ya ofisi na maabara ili kuwa na mazingira mazuri ya maeneo ya kufanyia kazi. katika hili Uh, kama mtakumbuka sisi tulikuwa makao makuu Dar es Salaam, lakini kwa pia kutii maelekezo ya serikali tumeweza kujenga jengo ambalo la makao makuu hapa Dodoma ambalo hata tulivyokutana wakati uliopita nadhani tuliweza kuongea hili. Lakini kwetu sisi kama mamlaka ya maabara mkemia mkuu wa serikali jengo peke yake halitusaidii sana, linaweza kusaidia kuwepo, lakini ujenzi pia au uimarishaji wa maabara za uchunguzi. Hivyo basi katika kipindi cha awamu ya sita chini ya uongozi uh, wa, mahiri wa Dr. Samia Suluhu Hassan, mamlaka maabara ya mkemia mkuu wa serikali imefanikiwa kujenga kukamilisha na kuanza kutumia jengo lake la makao makuu ya mamlaka maabara ya mkemia mkuu wa serikali eneo la Medeli, uh, jijini Dodoma, na ujenzi wa jengo hili hadi unakamilika uligharimu jumla ya shilingi bilioni nane na nukta moja nne. Sasa sambamba na jengo hili, jengo hili lina uwezo wa ku uh, kuwa na kuhudumia maabara tano ambapo kwa sasa maabara tatu uh, usimika ununuzi wa vifaa na usimikaji wa vifaa umekamilika, na maabara hizo ni pamoja na maabara ya uchunguzi wa vinasaba vya binadamu maabara ya uchunguzi wa vinasaba vya wanyamapori, maabara ya uchunguzi wa masuala yote yanayohitaji ya sayansi jinai, kemia na toksikolojia. Hizi tayari uh, usimikaji wake umekamilika na tayari zimeanza kutoa huduma kidogo kidogo, huku zikiendelea na juhudi zingine za kuzikamilishia masuala mengine. Lakini kuna maabara zingine mbili, maabara ya uchunguzi wa bidhaa za viwandani na mazingira na maabara ya, vi, ya uchunguzi wa vimelea hii ununuzi wake wa mitambo unaendelea na usimikaji wake na kuanza kutumika unatajiwa kukamilika katika kipindi cha mwaka wa fedha 2025-2026. Kwa hiyo kadiri muda unavyokwenda, tunaona kwamba ule mzigo mzima uliokuwa unaelekezwa Dar es Salaam na kwa baadhi ya maabara zilizo kwenye kanda sasa utapunguzwa, na makao makuu hapa ni eneo lakini ni kijiografia ni eneo la kimkakati, tunategemea hili pia ni eneo la mafanikio.